Kero ya kukosekana kwa kivuko kwenye mto Mbaka imesababisha athari kubwa kwa wananchi wa kitongoji cha Kibundugulu, hali ambayo imemlazimu mbunge wa Jimbo la Rungwe, Sauli Henry Amoni kutoa taarifa katika ofisi ya Waziri Mkuu, kitengo cha maafa ili serikali iweze kuchukua hatua za kuwasaidia wananchi hao. Hatari iliyopo, kama walivyokuambia, inabidi nguo zifungwe kwenye mfuko, wazee wapige mbizi na watoto wao waende shule wanaacha kazi za kujenga taifa. Je, mto huu wakati wa masika wanavukaje? Maanake hakuna shule, hakuna kutibiwa, hakuna mtu wa sekondari anayeweza kwenda kufanya masomo wala kwenda kutibiwa, hata kwenda kununua bidhaa kwa ajili ya mahitaji ya kawaida. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia maafa Mheshimiwa Jenista Joaquim Mwagama amelazimika kutembelea eneo hilo na kutoa agizo kwa mwenyekiti wa kamati ya maafa ya mkoa wa Mbeya kufanya tathmini ya athari za mto huo na kupeleka taarifa ofisini kwake ili serikali iweze kuchukua hatua za haraka. Nimeshuhudia na nimeona, na kwa kweli kuna hatari kubwa na sisi, kama serikali, ni lazima tufanye kazi kwa haraka ili kuokoa maafa ambayo yanaweza yakaongezeka ukiacha yale yaliyotoka. Nachotaka kumwomba mkuu wa mkoa, nitamwomba jambo moja tu. Yeye ndiye mwenyekiti wangu wa kamati ya maafa ya mkoa, na ili mimi sasa ndani ya ofisi yangu niweze kuifanya kazi hii vizuri, ni lazima mwenyekiti wangu wa kamati ya maafa ya mkoa aje achukue picha halisi ya jambo hili na aniandikie sasa rasmi kwenye ofisi yangu ya maafa, ili sasa serikali tukae na kuona tatizo hili tunalitatuaje kwa haraka na kuokoa maisha ya wananchi. Hata hivyo, afisa mipango wa wilaya ya Rungwe William Makufwe amesema kuwa tayari halmashauri yake imeanza kuchukua hatua za kujenga kivuko cha miguu kwenye mto huo, mradi ambao hata hivyo haujawahi kupata fedha za kuukamilisha. Utekelezaji wa mradi huu umefikia kwa asilimia 80, ambapo kazi zifuatazo zimeshafanyika tayari. Kwanza umeshachimbwa msingi wa kivuko, imeshajengwa eh, kingo za daraja, imeshachimba miamba, imeshakatwa na kukunjwa na kusuka nondo za nguzo zenye kipenyo cha milimita 16, imeshamwaga zege la msingi la ni kivuko kinachotenganisha kitongoji cha Kibundugulu na kijiji cha Mbaka katika mto Mbaka ambacho kimekuwa kikwazo cha wananchi kuvuka kutoka ng'ambo moja kuja kupata mahitaji muhimu katika ng'ambo ya pili. Ni kiripoti kutoka katika kivuko cha mto Mbaka wilayani Rungwe. Naitwa Manilirengwa kwa ITV.